Hadi Aprili 2025, jumla ya ng'ombe milioni 3.41 mbuzi na kondoo milioni 3.33 wenye thamani ya shilingi trilioni 3.7 waliuzwa katika minada mbalimbali mbali hapa nchini ikilinganishwa na ng'ombe milioni 2.96 na mbuzi na kondoo milioni 2.83 waliokuwa na thamani ya shilingi trilioni 3.4 waliouzwa kwa mwaka wa fedha uliopita. Ongezeko la mifugo iliyouzwa katika minada linatokana na kuhamasika kwa wafugaji kuvuna mifugo yao na kuanza kufuga kibiashara. Mheshimiwa naibu Spika, katika kutekeleza mkakati wa kukuza mauzo nje ya nchi kwa ajili ya kuongeza fedha za kigeni, Wizara kupitia bodi ya nyama imeendelea kuratibu mauzo ya nyama kwenda nje ya nchi. Hadi Aprili 2024/25 jumla ya tani 9,863.41 za nyama zimeuzwa sawa na asilimia 89.9 ya lengo la kuuza tani 10,971 zenye thamani ya shilingi trilioni 3.7 zimeuzwa katika masoko ya nje ya nchi ikilinganishwa na tani 9,326.3 zenye thamani ya shilingi trilioni 3.4 zilizouzwa nje kipindi hicho kwa mwaka uliopita wa fedha. Mauzo kwa mwaka 2024-2025 yameongezeka kwa asilimia tano nukta saba tano. Nyama hizo zimeuzwa katika nchi za Bahrain, Komoro, Hong Kong, Jordan, Kenya, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Vietnam. Kipekee kabisa tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kufungua milango ya taifa letu na sisi kuweza kuyafikia masoko haya.